Ndugu ndugu wananchi, katika kipindi cha sh, miaka miwili kuanzia mwezi Desemba mwaka 2022 hadi Desemba 2024 tunaona kuna mafanikio makubwa yaliyofanyika kwa juhudi zilizofanyika kuweza kuendeleza shughuli za sanaa. Katika kipindi hiki utoaji wa mkopo umefanyika na jumla ya thamani ya bilioni tano nukta mbili nane kwa miradi iliyo, miradi mia, kwa, mira, kwa jumla ya miradi mia tatu hamsini na tisa katika mikoa ya kumi na nane Tanzania bara imetolewa. Utoaji wa mafunzo ya wasanii elfu kumi na moja na themanini na tatu wakiwemo wanawake 6739 ambao ni sawa na asilimia 61 na wanaume 4344 sawa na asilimia 39. Jipongezeni, jipigeni makofi. Pia kumbe umefanya ucejezi urasimishaji wa kazi za sanaa kwa wasanii 8154 kupitia usajili wa biashara na namba ya mlipa kodi, kufungua akaunti za benki na pia kuwa na leseni za majina ya biashara na kadhalika. Kwa uchache tu nasema kwamba mzalisha pia jumla ya ajira 1449 a mia tatu arobaini na tatu zilizonufaisha waandishi wa wananchi kwa wana, zaidi ya fu milioni moja mia tatu hamsini na sita elfu na mia nane sabini na sita. Ndugu zangu wananchi, nimeona kwanza nitoe pongezi nitoe takwimu hizo ya udarau kwa ufupi ili muweze kuona na kuelewa kazi nzuri iliyofanyika iliyofanywa na uongozi wa mfuko wa sanaa Tanzania. Na kwa mujibu, ndugu zangu wananchi, kwa mujibu kwa mwaka huu 2025 mfuko umeandaa matukio matatu makubwa, na nimeona pia na yenyewe nijaribu kuyasema kuya na lengo kubwa ni kuonyesha tu kwamba mfuko umefanya kazi kiasi gani. Yapo mambo mengi yamefanyika, lakini kwa uchache, kwa sababu iya muda, nisingeweza kuyataja yote, lakini nikaona angalau matatu tumesema kwamba kuna washa ya wadau wa utamaduni na sanaa iliyofanyika tarehe uh, 17 Aprili 2025, na ifanyika katika ukumbi wa maonyesho ya taifa ulio, ulio, ulio uliowafaisha wadau mia nne na kumi katika sekta ya utamaduni na sanaa. Yapo pia maonyesho haya ya kwanza yali yalifanyika ya kitaifa ambayo ni ya kazi za utamaduni na sanaa tunayafungua leo rasmi, na pili, mkutano wa pili wa wa wadau wa sekta unaotarajiwa kufanyika mwezi Mei Uh, tarehe kumi na nne ishirini ishirini na tano. Lengo la matukio haya si tu kuonyesha kazi za sanaa, bali ni kujenga kujenga mwingiliano thabiti unaowezesha kazi za utamaduni na sanaa kujiendesha kibiashara, kuongeza uzalishaji afuuaza kifedha na matumizi ya teknolojia za kisasa kutatua changamoto za siku zinazowakabili wanao wa sanaa.